Tunaenda kukinukisha vibaya sana, sawa sawa. Tukikinukisha vile, tukikinukisha vile, e, tutaumia. Ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Yes ebwana, kuna hii video ambayo imekuwa ikisambaa sana mtandaoni. Aa, ni video ya mwanasiasa ambaye anajulikana kama vile Tundulissu ambaye yuko kwenye chama kile cha upinzani ambao kinajulikana kama vile Chadema. Ebwana, huyu ni mwanasiasa ambaye watu anamkubali sana, lakini sijui ni kwa nini ikifika eh, ni kupata urais eh, kidogo mambo yanaenda mrama hapa, lakini ipo siku mambo yatakuwa vizuri sana. Sasa huyu hii kwenye hii video alionekana akisema kwamba e bwana, eh, kama unatarajia ah, Oktoba ama Novemba utakuwa diwani e bwana, eh, hiyo sahau e bwana, eh, hiyo sahau sababu tunakwenda kukinukisha kinoma noma, tunakwenda kukinukisha. E, liwalo na liwe e, yani hapo e, kama tatua sawa, lakini sisi lazima tukinukishe ikiwa mambo yameenda vibaya bwana e. Huyo ni mwanasiasa ambaye anajulikana kama vile Tundu Lissu na mwanachini wake yule. E, mwanachini wake pia wanakinukisha a, pamoja hawa wawili wako kwenye chama kimoja ambacho kinajulikana Aa, kama vile Chadema, mwana ule mwenzake anajulikana kama vile John H. Kwa sasa hivi waliweza kukamatwa na kuwekwa ndani kwa makosa ambayo hayajulikani tu, ili mradi wao wasiweze kupata nafasi ya kugombea kiti cha urais. Sasa ni jambo ambalo liliweza kupingwa na watu wengi sana Aa, ikiwemo Tundulisu mwenyewe. Kuna video hapa akiwa anaongea, asio Tundulisu tu, bali hata mdogo wake yule ambaye ni John H pia kuna video zao nimeweza kukuwekea hapa wakiwa wanaongea, nitazidi kukuwekea full ushahidi ili uweze kujua kile kitu ambacho ninachokizungumza ni cha kweli. Ebwana zidi kusubscribe na nazidi kufuatilia taarifa zetu za Umbea Media TV. Full video ndio hizi hapa, nimeweza kukuwekea ebwana kaweze kuzitazama hapa. Ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. <laughs> Sawasawa, tukikinukisha vile, tukikinukisha vile, eh, tutaumia. Ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini, unajua kwa nini? Yeah. Tukikinukisha seriously watafanya nini? Watatuua. Wanaweza. Uh-huh. Yes. Watatuua.